Timiza ilani ya chamaeeny makanisa, ilani ya chama inazungumza bali ilani ya chama imeanza shiri i takuigia kwenye makanisa. Ni kutana na tuseme kitu kimoja, viongozi wa dini muwe makini, kwa sababu hamtakuwa na uwezo. Kiongozi wa dini kazi yake ni lakini Mwandandila alichokisema Mwandandila ya e, nikwambie kitu kimoja e. e. alichokizungumza mwenyekiti yeye mwenyewe ni kutaka kuwapatanisha wanambea wote, sindio? Waumini wote, sawa, Wakristu pamoja na Waislamu, sindiyo? Kuendelea kutoa misahada kwa bahadhi ya makanisa, sindiyo? ambayo wakati mwingine ayana nini, ayana uwezo wala ayana kipato kwa hiyo yeye mwenyewe pale, yeye mwenyewe na hizo fedha alizozitoa amezitoa kwa sababu aliahidi kanisani. Sawa, huahidi yani, uh, kanisani, lakini pia akamwakilisha mwenyekiti wake kama kama ambaye ni mwenyekiti kama kama wa, chama chama kwanza, kwanza, mwenye eh, wa chama cha Mapinduzi kujenga ndio. Kujenga